gate, speaker akiangalia wale watu anaweza tuma wachukue petition hapo. Kila siku anasema Sifuna enda uchukue yo petition ya watu. Hata UHC wakati walikuja mara ya mwisho, ni mimi nilipatiwa hiyo petition, tukapeana kwa health committee yetu ambaye inasimamiwa na chairman Mandago, senator wa Wasingishu, na niliwahakikishia kwamba mtaitwa mwikae pale waziri akiwa pale ili muweze kuzungumza mambo yenu. Kwa sababu sisi tunapaza sauti zetu kila siku, tunasema. Watu wa UHC walisambaza namba yangu, kila siku wananitumianga tu message, wanasema Sifuna, PNP ukisimama, sema PNP. Wanasema wanataka gratuiti yao ilipwe kila... Na mimi kama senator wa Nairobi, and as a senator in this country I will continue to be mpaka hii haki iweze kufanyika. Na unajua watu wana na najua kwa nini mnasema hivyo. Wengi wenu mimi nataka kuwaomba ya kwamba dawa ya shida zenu ni pesa. Hakuna kitu kingine hapa. Hatutaki story mingi, tunataka pesa. Wakati mimi kama Sifuna, mimi hakuna siku ndawaingiza mahali kwa shimo. I can assure you as an SG of ODM. Ukiniona mahali ujue sijaenda hapo kuuza watu, wakati ambapo tunaenda kusaini hii mkataba na Ruto. Hiyo mkataba nimewaambia, niliandika mimi mwenyewe kwa ofisi yangu bwana. Ukiangalia kipengee cha tatu ya hiyo mkataba, hawapendi nikiwakumbusha, hawapendi nikiwakumbusha. MOU inasema nini? Your excellency we said that you must support devolution to its fullest. Number one, we must give the money that is responsible for all the functions that devolution zifike kwa ground. Hawezi ku devolve functions na how devolve pesa? Iko kwa MOU. Number two, tulisema we want timely release of money. We pass something called a disbursement schedule in the Senate. Ile nasema kila mwezi county zipate pesa ngapi. Treasury never follows that. Nikisimama, niambie Mbadi, wewe ni we CS wa Treasury. Can you follow the disbursement schedule? Anaanza kulia, anasema Sifuna na mfinya. Iko kwa hiyo mkataba kwamba pesa ziongezwe kwa county government. This is the article 3 of the MOU that I wrote. And it says governor that in this financial year hatutakubali kama family of devolution anything less than 450 billion Kenya shillings. Wakati unakaa unaniambia ati 405 billion ndio unatuma Mheshimiwa Mbadi. Hiyo ni kukiuka mkataba kati ya ODM na UDA. Hiyo mkataba haikuwa ya kupea watu wetu kazi, ilikuwa ya kuhakikisha kwamba nyinyi haswa ambao mmebeba mzigo mzito katika taifa letu, mnaweza kupata haki yenu. Mimi Sifuna huyo ambaye mnazungumza, Panyako. When I vote in the Senate, my vote is a public vote. Walipoleta hii housing levy, mimi Sifuna nilipiga no. Huyo Ozozi alipiga no, Edi alipiga no. Wanachama wote wa ODM walipiga no kwa housing levy. Wakati ambapo wameleta hii ingine ya sha na shif, Sifuna huyu ambaye mnazungumza hapa, angalia kura yangu nilipiga namna gani, because we said we didn't see what was so bad with NHIF. Kama kulikuwa na shida kidogo ingerekebishwa alafu tusonge mbele. Sasa Panyako wa wewe, wacha nikuambie vile mimi nimekupangia. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM nataka niseme, mbele ya hawa nurses, chairman wenu wamesema tushike watu mikono, nurses mikono, si ndio? Huyu Panyako wenu huyu, nataka mumwambie leo, katibu mkuu wa chama cha ODM amekupatia tikiti ya kusimama Malava kwa chama cha ODM.